atai ya mtakatifu msimamizi wenu lazima mumjue, na kitu hiki. Jumuiya nyingi na hasa pia na, <coughs> na, na mitaa mingi ina majina ya watakatifu, lakini haijui hao watakatifu walishije, hawajui maisha ya hao watakatifu. Unaita mtakatifu Simon. Simon ni gani? alifanya nini kwenye maisha yake mpaka akapata sifa ya kuwa mtakatifu? <coughs> <coughs> kama VIWAWA, mnatakiwa mtakatifu wenu ni Yohane Bosco, au <laughs> John <laughs> anasema Waingereza, John Bosco kao mtizama sana kwenye mambo ya hela tu, mkasahau utume wenu kwenye masuala ya Mungu, ya sala na nini, mtajikuta mnaporomoka vizuri. Kwao nataka mumshirikishe Mungu, maana yake ndio tutakuwa na maisha ya sala, tutapanga hizo ratiba za sala e, kama nilivyoambiwa ratiba za sala pamoja na ratiba za kutekeleza majukumu mengine. aai kpe wangu mkubwa ni hao mtakaopata uongozi leo paa kiapesi wa kukataa daraka. Maana watu wengine wao wanatanguliza kuyakataa za kabisa. Wewe hauna hauna hauna roho ya Mungu, ee, na roho ya shetani, maanake unawaza vitu vibaya vibaya tu, ndio maana unakuwa na roho ya e, kukataa. Naomba viongozi, wajibu wenu mkubwa ukijipangia ratiba, lini tunakutana kwa ajili ya sala na wajibu gani tunatakiwa kuitekeleza kwenye tarafia yetu hii na hasa hapa kwenye sabusarisi yetu kama padri alipozungumza kuna wajibu mdogo mdogo ambao uko ndani ya hili kanisa. Ukiangalia kila wakati unakuta inaonyesha kwamba hii parokia haina vijana, maeneo ya kanisa machafu, hii parokia haina vijana. Kuzunguka kule unaangalia kuna maaru aina kuna aua ume o... Sasa tunakwenda kwenye mwenyekiti na msaidizi wake, katibu na msaidizi wake, mwasibu na msaidizi wake. Nini mwenyekiti atafanya nini? Katibu atafanya nini? Mwasibu atafanya? mwasibu atafanyakiia kwenye masuala ya miongozo. Kama kiongozi wa mwakufa, batia, Tama, viwao, mwenyekiti atafanya majukumu moja mbili tatu. Katibu atafanya na ana hakikisha anaishi kwenye hiyo miongozo, kusanya enz wako bila bila vurugu za shetani a. Kwa hiyo kwenye, naomba tu, tuanze hili zoezi tusitumie muda mrefu sana labda kama kuna mtu ana nyongeza au kuna anataka kuuliza ambacho a